Katiba ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, kama nilivyosema katika video zetu za awali, nilizungumzia kuhusu yaliomo na katika yaliomo katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna sura kumi. Leo tutaanza na sura ya kwanza ya katiba, na pia sura ya kwanza tutaenda sehemu ya kwanza ambayo tutazungumzia ibara ya kwanza katiba, ibara ya kwanza katiba, ya katiba ya inazungumzia kutangaza jm kutangaza jamhuri ya muungano, ambapo inasema Tanzania ni nchi moja na ni jamhuri ya muungano. Maana Tanzania ni nchi moja, Tanzania hamna nchi mbili, Tanzania ni nchi moja na jamhuri ya muungano. Muungano upi? Katiba inasema itaizungumzia muungano wa nchi mbili au mataifa mawili ambayo ni Tanganyika na Zanzibar, au jamhuri ya Tanganyika na jamhuri ya watu wa Zanzibar. Hizi nchi mbili au hizi mataifa mawili yaliungana yakatengeneza Tanzania. Ilikwaje? Mwaka 1964 tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne zilisainiwa au ilisainiwa hati ya muungano ambao mashuhuda katika tukio hili ambao wao waliweka saini zao ni raisi wa kwanza wa Tanganyika ambao mwalimu Julias Kambarage Nyerere na pia raisi wa Zanzibar raisi Abedi Amani Karume tarehe ishirini na mbili walitia saini hati ya muungano ambao hiyo hati ya muungano ambayo tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka huhuu elfumoja hati ya muungano ambayo ilisainiwa na hawa wakuu wa nchi, ijipelekwa wabunge wa Zanzima na wabunge wa Tanganyika walikaa wakaijadili hi hati tarehe 26 mwezi wa 4 1964 na wakaipitisha, ndio maana paka sasa kile kifika tarehe hii tunasherekea sikukuu ya muungano. Sio hizo tu tarehe 27 mwezi wa 4 1964 walisherekea kuhusu muungano huu, na maana kulikuwa na tafrija ya kusherekea muungano wa hizi nchi mbili ambao ni hanika na Zanzibar katika sheria zile hizo, ulifanyika makabidhiano ya hati hizo za muungano. Ina maana kila upande ilichukua hati za muungano kwa. Baada ya muungano huo au kipindi hicho nchi, nchi yetu hii ya muungano ilikuwa inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na watu wa Zanzibar ndiyo kabla tuja kupata jina Tanzania, ambapo sasa tarehe 28 Oktoba mwaka huo wa 1964 tukapata jina Tanzania baada ya yule mgunduzi kutengeneza ili jina kwa kuunganisha Tanganyika na Zanzibar tukapata Tanzania. Kwa sasa jina letu linaitwa au nchi yetu inaitwa Jamhuri ya Muungano wa ilitokana nini? Ilitokana kwa kuunganishwa baina majina ya hizi nchi mbili, na tukapata Jamhuri ya, ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sasa moja kwa moja inatuelezea historia kutuambia kwamba nchi ya Tanganyika na Zanzibar zilikufa baada ya muungano, au baada ya kusainiwa hati ya muungano nchi ya Tanganyika na Zanzibar zilikufa. Kwa hiyo amna nchi ambayo inaitwa Tanganyika, na amna, amna nchi ambayo inaitwa Zanzibar, kwasababu hati ya muungano au makubaliano ya muungano yalikuwa kutengeneza nchi moja. Lakini pia kwenye hati ya muungano hawakubaliana tu kutengeneza nchi moja, lakini walikubaliana kutengeneza serikali mbili, sio serikali tu mbili pia na ya mambo ya muungano. Je, hizo serikali mbili unazifahamu? Je, hayo mambo ya muungano unayafahamu? Kwa sababu mpaka sasa mambo ya muungano yapo ishirini na mbili na kwenye Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano ambayo tunaielezea yapo hayo mambo, ila usijali na usiwe na wasiwasi, tutaelezea ana kila kitu kimeelezewa katika katiba yetu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tutafika kwenye sehemu yake na tutaelezea unachotakiwa. Sasa ungana na mimi kufollow akaunti hii na kusubscribe.